Hakuna mtu duniani ambaye amefanikiwa na hajawahi kusaidiwa na mtu yoyote yule. Kila mtu ambaye unayemwona amefanikiwa, kuna mtu sehemu fulani alimshika mkono akamsababishia kufika hapo alipofika. Kwa hiyo unapokutana na watu hakikisha unaacha dharau, unaacha kudharau watu kwa kuangalia mionekano yao. Unapokuwa umesimama mbele za watu unakuwa ni umesimama kwenye milango. Wale watu ni malango, wana uwezo wa kukuingiza sehemu ambapo ulikuwa unatarajia kuingia, ambapo inawezekana mtu mwingine yeyote asingeweza kukuingiza ila huyo unayemwona mbele yako. Kwa hiyo acha kudharau watu, unapokutana na watu waheshimu watu, kwa sababu Mungu akitaka kumsaidia mtu duniani, akitaka kumpandisha mtu duniani, anatumia watu. Acha kudharau watu. Acha kuona watu hawafai, wa usiye unayemuona asiye kufaa leo, kesho anaweza kakufaa, ukafika sehemu ambapo ulikuwa unahitaji kitu cha muhimu na kitu cha msingi kwenye maisha yako, alafu ukakutana na yule mtu ambaye ulikuwa unamdharau, alafu ukashindwa kusaidika au ukaona aibu kuomba msaada kwa sababu ulishaga muonyesha madharau. Kwa hiyo acha kudharau watu, watu ni milango. Watu wanaposimama mbele yako ni milango ambayo ukikaa vizuri, inaweza ikakufungukia ikakupeleka kwenye ndoto zako.